Kwa wetu tathili pale uwanjani, maana ile yote kwenda kutupunguza kazi ili wao akaenda kupata matokeo, lakini naamini ile mechi wataimaliza ndani ya dakika 90. Kwa binafsi wamepata kile ambacho amestahili, ndio alipanga kama rais wa Kafu na jopo lake lote wamefanikiwa wakati huo jamani, na Simba leo, timu yangu haikuwa mapungufu, ilicheza kila idara, ilipambana kila idara, lakini mapungufu ya leo yalikuwa ya mwamuzi, ambaye yeye alija toka dakika ya kwanza kwa feva. Jamaa zetu wao wakisukumwa faulu, lakini sisi tukisukumwa na achana, anatoa na kadi kwao. Unaona kabisa kwamba ni mtu ambaye amejiandaa kunyonyoa Simba ikoso ubingwa wa Afrika. Yani wamekaa pale kinausepeli, yawe awe bingwa hasa mpira tu kuendelea kama wanataka kwamba baadhi ya timu zao ambao wameziandaa ziende kuwa bingwa Afrika, watu waambie tu sisi tusishiriki. Tunashiriki mashindano ili wewe kama Napo... kuna watu wanaandalia kwenda kuwa mabingwa, kwani tunashiriki. Tunapoteza kombe hapa hapa nyumbani, inawauma kiasi gani? Eh, inatuuma, lakini hii ni sehemu tunaichukua ya chachu, na sisi kujipanga zaidi, maana kombe hili huwezi kujipata bila kujipanga zaidi, maana inaonekana kama una nguvu eh, mm. yeah. ya kipesa zaidi, huwezi kuchukua kombe la Afrika. hey. timu na bosi wake, hmm. makamu wa rais wa kafu unategemea yeah. nini? Mechi ile ndio wanapanga uwanja mwende sehemu fulani, wewe ushaikuona wapi kanuni ile wapi duniani? lakini mlieleza ya kwamba hamwezi kulitia aibu taifa anakwamba mmejikumbusha mwaka 93, yeah. Kombe liliondoka hapa hapa Tanzania na mmedai kwamba hili haliwezi kuondoka. Tunashuhudia kombe limeondoka hapa nchini Tanzania, mna lipi la kusema sasa? Eh, kombe limeondoka kwa mipango tofauti na mwaka 93. 93 tumepigwa chuma mbili pale kwa bila, tumetoka suruge nini kula vile, tumepigwa nyumbani chuma mbili. Leo naona baraka ngoma pacha moja moja, tofauti na ile ya 93. Na hii unaona kabisa, mwamuzi mpaka dakika 54 anamtoa mchezaji wetu muhimu ili apungue, kwa sababu kashachukua simu kule kaingia vyumbani, kapigwa simu kamalize shughuli mm. Ili kombe lazima belikani alibebe mm. toka hawa wamepanga kwa tukacheze Zanzibar mm. wao kama wao. kati kanuni nasema kama uwanja wow, tunautumia sisi wa nyumbani una matatizo, sisi ndo tuna mamlaka kuchagua uwanja. Pengine tungetaka kwenda Nigeria mm. unatupangiaje kule kweli? Ni kwetu kisi, tuna maamuzi, huwezi mm. kutupangia. Malaki wao walishajiandaa amerikana akawa bingu Binafsi kwenye hii, wana Simba wote, kwa leo wote tumeangalia mpira, hakuna kudanganywa. Hii binafsi ni mipango ambayo imepangwa belikani akawe bingwa. Kwa sio, tumekubali belikani amekuwa bingwa kwa mfumo huu, manake viongozi wetu wanapewa somo. Sasa kwenda na wao kujipanga, tukitaka kombe la Afrika tutumie nguvu zaidi ya nje ya uwanja, sio ndani ya pichi. Nandi inaonekana mulienda na matokeo yenu baada ya kutamba sana, mta mtaani kuambia hata watani zenu kwamba mnarudi na kombe. Wao walipata medali za mshindi wa pili, medali za bati, na nyinyi mnaenda kuzipata zile zile kwa siku ya leo, tena mkiwa nyumbani. Auo nini, nauma zaidi. Sisi hawezi kutuhuma kwa sababu hii ni finali yetu ya pili. Wao ndio finali ya kwanza sasa hizi wanasuka mikeka. Kwa hiyo usitufananishe na hao. Hao watu cheze, wakacheze tu mandondo kapu zao huko. Sisi binafsi ni timu ya mashindano ya kimataifa. Wao wanacheza finali na USM Alger. USM Alger alikuwa mwana finali ya msimu uliopita. Huyu kashachukua kombe mara mbili, hii finali yake ya nne. Hata mwaka jana yeye alikuwa mwana finali dhidi ya Zamalek. Kwa sababu unatuambia nini? Usitufananishe na hao. Wote walicheza kule walikuwa chekechea wote. Wale underground sisi ni wakubwa. Na ndio maana nguvu kubwa imetumika inaonekana kwamba Simba anaenda kubeba ile kombe. Na ndio maana wametumia nguvu kubwa na wamefanikiwa. Kwa hiyo sisi tuwaambie tu viongozi wetu wa klabu ya Simba kwenye hili wasivunjike moyo, wamejituma hmm, kisawasawa, wametumia nguvu zao zote na yeah, jitihada zao zote, lakini imeshindikana. Yeah, siku zote riziki anatoa Mwenyezi Mungu, lakini kwenye riziki hii hajatoa Mwenyezi Mungu, huyu ametoa shetani. Mliweka nguvu kubwa e, kwenye mashindano haya na hatimaye mmepoteza e, mnatarajia mna mna, mna, mmejipanga vipi sasa kurudi huku ambako mlikuwa mkiwacheka wenzenu na kudai kwa mashindano ya kawaida? Sisi tuna haki ya kuwacheka kwa sababu hata ukifuatilia ndani ya misimu saba hii sisi tuna robo fainali ngapi? Sita. Sita hizi maana yake nne za Champions League. Huku sio kwetu. Na ndio maana tumekuja huku. Tumeamua kutumia nguvu kubwa. Belkane hajawahi kucheza Champions League toka azaliwe. Kwa mara yake ya kwanza festi mwakani ndo anaanza kucheza Champions League. Akatimeni semi na semi-final mwaka 74. Utatafananisha na huyu. Huyu underground haya mliwasifia kina Madebu. Wamefanya nini leo? Si kawaida tu. Maana yake ilitumika nguvu ya mwamuzi baada ya kwenda vyumbani akapigiwa simu moja tu. Oya, maliza shughuli. Ameenda amekata mzizi wa fitina. Nandi. Shughuli na matokeo wamepatwa. Nandi ilitoka ratiba. Ratiba ilikuwa inaonesha kabisa mkichukua kombe safari mpaka Chato kwa kwenye kaburi la hayati Magufuli, lakini imeshindikana. Leo ile ratiba inakufa rasmi eh, ratiba lazima ife kaji, la kwa sababu kombe hatujachukua. Unaweza kaje ratiba ikaendelea na kati kombe hatujachukua. Kwa hiyo naamini binafsi viongozi wetu wamepambana, wachezaji wetu tunawapongeza, wamepambana. Binafsi tusikate tamaa hmm. Kama wana Simba, mechi tumeiona wote, tulichofanywa Zanzibar tumekiona. Maana yake Zanzibar imekuwa moroko hmm, sio Tanzania hmm. Kwa hiyo tumekiona wote, kwa hiyo maana yake inakuwa chachu kwetu, mashabiki, viongozi, wanachama, kuamaanisha kwamba tuweke nguvu, kwa sababu Simba tunazamira kuchukua kombe la Afrika. Naamini ndani ya msimu inayofuata Simba ataenda kuchukua kombe Afrika lakini lazima tutie nguvu nje ya uwanja. Tukitegemea ndani ya pitch, hata kama ukimsajili Messi hapo, ukimleta Haaland, uchukue kombe la Afrika, Nand... Afrika kuna figisu kubwa sana kuliko barani Ulaya. Ile kauli ya ubaya ubwela, leo tumeishuhudia pale Amani, wale mashabiki ambao walionekana wakivaa jezi za watani zenu wametolewa ndani ya uwanja wa Amani na mashabiki wa Simba. Hii inasadifu ubaya ubwela ya ndo maana yake, lakini mimi niwaambie tu nyuma mwiko wajipange haya mashindano makubwa haya hayahitaji ziaka hayahitaji kebei. Wao walitakiwa goli moja tu Benjamin Mkapa kumondoa MC Alger ili mm -hmm. waende mradi waende robo fainali walishinda, lakini e, leo wamepambana kwenye shiriki e, ya, na, na kila na kona jisar. ili mradi Belkan achukue kombe. Belkan anachukua kombe, anaelekea Moroko. Wewe unamshangilia utaenda Moroko? Maana yake waache kushabikia wageni, wapambane. Huu ndio mpira wa Kiafrika. Walipigwa goli moja pale, walipata goli moja South Africa likakataliwa na mwamuzi huyu huyu kama wanakumbuka huyu huyu, lakini ilikuwa goli ile. Kwa binafsi, tujipange mpira wa Kiafrika, tushirikiane tupambane, kwa sababu wote tuko kwenye mashindano. Tukikaa kwenye mashindano ya kimataifa tunakuwa tumefanya ziaka, hatuwezi kufika. Lakini sisi kwa sababu tunaji pambanua sisi, maana yake tunaamini msimu unaofuata Simba anaenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Bila shaka viongozi wetu wameona shida iko wapi, mapungufu yako wapi, kwa unaamini msimu unaofuata na uhakika Simba ataenda kucheza tena finali tena Champions League, sio shirikisho. Kubondeni bondeni kule kule, ambaye tumekorobo finali nyingi kule kule. Sasa tunaenda kufanya mpango wa kuchukua ubingwa, lakini naamini viongozi wetu, tuna pesa na sasa hivi tuna wawekezaji ambao wanatoka nje ya nchi wa yetu, wanapambana kuweka mzigo, sababu hata mwakani jezi zetu sisi mnavaa na vilabu vya Ulaya, AC Roma na Napoli, atuvai na, na, na, na vilabu vya hapa Afrika. Kwa hiyo naamini kwamba timu yetu inaendelea kukua siku hadi siku, na hii timu ndio naona ina asilimia 55 bado inajengwa tu. Unaona watu wanatumia nguvu kubwa mpaka ya pesa, viongozi wa kafu wanatumia nguvu kubwa timu zao ziwe mabingwa, hii haina fedha kwenye mpira. Kwa hiyo naamini viongozi wetu wasikate tamaa, tuendelee kusapoti. Tunarudi kwenye mashindano yetu ya ndani, tuna mechi hapa ya ligi ya kipindi mechi ya FA kule Babati, kwa sababu lazima tujipange, kuja kutetea, kuja kupambania kurudisha mataji yetu ambayo tumepata ligi kuu na FA ndicho kilichobaki, lakini kwa Afrika, mashabiki msikate tamaa, huu ndio mpira wa Afrika, tumeuona, tujipange, tutapata ee, ubingwa wa misimu inayofuata. Mm, yangu, yangu ni hayo na, nandi, nandi. E, mm, hayo, hamna <mucho> kitu kama hicho. Binafsi hata sisi tunapokwenda kwao hatutumii usafiri, kwa sababu sasa hivi kanuni zinabadilika, mgeni anakupokea, mwenyeji anakupokea, ukikataa unajiandalia kila kitu mwenyewe. Kwa hiyo ni kawaida, kuna watu walikuja na mapipa ya chakula nan na mapipa ya chakula, lakini wakiingia Benjamin Mkapa wanachezea. Lakini mi naamini tu kwamba sisi bado tuko bora. Kikubwa tuendelee kujipanga kwenye kimkakati nje ya uwanja, sio ndani. Tukiwa tunajipanga ndani tu, nimekwambia hata umlete Mesi Cristiano Ronaldo ubebi ubingwa wa Afrika. Ubingwa wa Afrika una mipango mingi, hata mtu kiongozi makamu wa rais anaposemekana kwamba usepea kama kimvuri, nguvu kubwa ipo kwa yule, wewe unategemea nini? Ee, musabana nguvu kwenye shirikisho la Afrika, sikaamua mm, yule makamu wa rais. Timu yake imeposti, mwenye nguvu nani? Timu yake imeposti uwanja wa Amani, mm, kabla tutacheza mchezo wao, mm, sisi wenyeji taarifa hatuna, mm, wenyeji tayari wamebuki mpaka hotelishe mwengu... kuona wapi mwenye nguvu, si makamu wa rais wa kafu wa pale kiongozi wa Berkane, mm, na leo umeona nguvu yake imetupika, simu moja anyenyoo, hey, yao, yao. Yeah. au kuona, mimi naamini leo sia, tulishinda ila kombe imechukuliwa kifosi kwa nguvu kwa hapo Belikani wa Rudilalo Moroko, lakini Mwenyezi Mungu atatulipa sisi, tujipange msimu ujao, tutaenda kufanikiwa. Hawa wanaopiga kelele washachangisha hela kwa ajili ya kujipanga kucheza ngoma, wacheze ngoma, kisha tuko tayari, wao wacheze ngoma, lakini naamini sisi tuna sehemu ya kujivunia, tuna finali ya pili na tunavaa medali za pili, lakini sisi ni wakubwa Afrika, tume tuna semi final moja ya Champions League, wao watapiga mark time, sisi bado ni wakubwa Afrika, mimi naamini yani. Tunaomba kukuuliza, unasema kwamba viongozi wamehujumu timu kwa maana kwamba msefe wakati e, wakati yanga e, mwa, msimu wa finali waliambiwa kwamba ile timu ilikuwa ni ya rais na hii ya leo mmesema kwamba ni ya huyu makamu wa rais. Wakati mliwacheka Yanga na leo ii vizuri Yang African, wakati wanaondolewa na Mamelodi Sandauni ni wao wenyewe, uzembe wao, wanashindwa kuhudumia vizuri uwanja wao nyumbani. Mechi ya kwanza ilichezwa nyumbani, tuliona oh, tota, huko nyumbani, eh? Nyumbani una pakibasi huko nyumbani, unamiliki mpira 27 we saba dakika 90 Mwenyeji unamiliki mpira asilimia ishirini na saba, wanategemea kwenda wapi? Wameenda awewe, wamemiliki mpira mm, asilimia ishirini na sita. Eti sasa hiyo timu maanake inataka kwenda wapi? Lakini bahati nzuri, mtu katumia uwezo wake binafsi, ilipigwa ngoma kamba wakaona iti.